Akielezea tukio hilo, mlinzi wa maduka hayo anasema, mimi kwenye saa sita na nusu saa saba kasoro niliona moto unatokea kwenye fremu za geti, ikabidi mimi nigonge mlango kwa nguvu, kwa sababu nilijua wazi kabisa kule ndani kumelala mtu. Basi nilivyogonga ule geti ule bwana alivyokuja akaniambia mimi siwezi kufungua Ikabidi mimi nipambane na kuvunja geti hili hapa, kwa bahati nzuri nikafanikiwa kulivunja, huyo jamaa akatoka. kwamba chanzo ni umeme, ilianza kutoa cheche hapa kwenye pale kwenye kamita kale pale kaliko anguka kale, ulianza kutoa cheche, baada ya kutoa cheche ndio zile cheche zilivyokata tu ndio kukaanza nini kutoa moshi, kutoa moshi, kukaa kama kuna ungua nyama na mipira fulani ndio mimi nikaona kwamba huu moshi mbona unazidi kutoka, nikaamua kugonga lile geti ili yule aliokuwa ndani kule atoke. Labda hii imetokana na nini, ah, hii nani alama hapa inatokana na wakati wa nani, kwa kuokoa hapa doataabati nao. Baadhi ya wamiliki wa maduka haya wakielezea hasara walioipata wamesema hasara ni kubwa walioipata huku baadhi ya viongozi wakiwemo wa, wa vyama vya ja kisiasa wakitoa pole kwa wafanyabiashara hao huku baadhi ya wananchi wakiiomba serikali kuharakisha upatikanaji wa gari la zimamoto kutokana na kukua kwa kasi kwa mji huu wa Handeni. Baada ya kufika, tulichokuja kukibaini moto ulianzia kwenye mita ya TANESCO. Kwa tutapepesa yote, ule moto ulianzia nje, sio wayarini wala sio nini, ulianzia kwenye nini, kwenye mita na hata mkienda mkishuhudia pale mnaona kabisa sosi ilikuwa kwenye nini kwenye mita. Baada ya kukatakata kwa umeme, umeme unakuja umeme unarudi ika ikajamu kwenye nini kwenye mita. Ndiyo. Labda mpaka sasa kwa haraka haraka, hebu tuambie ni hasara kiasi gani ambayo mtakuwa? Kwa kweli mkuu, hasara ni kubwa sana. Tukianzia maduka hapa alioungua ni zaidi ya maduka tano sita. Kuna maduka ya vyombo, kuna store, kuna duka za spare za baiskeli pikipiki hasara ni kubwa kwa kweli, hata tathmini yake kwa haraka haraka kwa kweli ni ngumu kutathmini hii. E, duka e, kama unavyoona hapa, ilikuwa na store kama tatu hivi, kulikuwa na store ya ndani, kulikuwa na store kubwa ya. Kwa hiyo kwa hasara tu ya karibu kwa duka la hapa mbele, sio chini ya milioni hamsini, lakini kuna maduka upande wa kule na kulikuwa na store nyingine kule. Kusema ukweli, mwandishi wa habari Tuna imani kabisa kwamba mama yetu Mama Samia ana nia nzuri na serikali yake, lakini kuna vitu ambavyo tunaviona hapa ndani, lakini tunashindwa kuviona kwamba tunavipeleka wapi, kwa sababu mimi biashara yangu ni ile pale, ukitoka fremu ya pili, ya tatu ndipo nilipo. Kwa hiyo masaa mengi sana, huo umeme unapiga shoti sana kwenye hiyo nguzo unayoiona ambayo iko opposite na nyumba hii ambayo imeungua. Panapiga shoti kubwa sana. Watu tunaondoka, fundi unamkuta ananoa pale, kuna fundi fundi wa mapanga ananoa pale anatoka watu wanatoroka hapo wanasimama dakika mbili tatu, inakata ile nchi, inaendelea tena. Kwanza hili jambo tumelipokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu wao wafanyabiashara wapo wanatafuta maisha, wafanyabiashara hao wana familia zao, na kama wanavyofahamu ndugu mtangazaji, asilimia kubwa ya wafanyabiashara wanachukua mikopo kwa ajili ya kufanya biashara. Sisi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Handeni, kwanza tunatoa pole sana. Ombi langu kwa serikali siku ya leo wafanyabiashara wameshachoka na wameshapigika sana na matukio haya ya moto haswa katikati ya mji huu ndani ya kata yetu ya Chanika, tunaiomba serikali sasa ifanye maamuzi ya haraka ya kuleta gari la zimamoto, na wananchi waendelee kupewa elimu namna ya kupambana juu ya majanga haya ya uzimaji wa moto. Lakini lingine pia, kwa wafanyabiashara, ni lazima tuendelee kuchukua hatua za ukataji wa bima zitakazotusaidia kuweza kurejeshewa mali zetu ndani ya muda pale ambako yanatokea majanga ya moto kama haya. Hii tahadhari ni ni muhimu tuichukue kwa sababu ni akiba ambayo na sisi wenye itatusaidia. Pande wa meneja wa TANESCO wilaya ya Handeni pamoja na mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilayani hapa wanaelezea tukio hili. Na, na tukiweza kubaini chanzo cha moto kitatusaidia kuweza kuwaelimisha kuwa wananchi lakini pia kuweza kuangalia namna na bora ya kuweza kuwazuia majanga kama haya yasiweze kutokea kwa mara nyingine. De wa mtambo kwa maana ya gari ya zimamoto muda si mrefu nadhani bila shaka ndani ya siku chache zijazo, si tunaweza kupata gari ambayo niweza kuweza kutatua kabisa changamoto hii kwa wilaya yetu Handeni ya. Tulipofika pale eh, tulijaribu kuongea na mlinzi eh, yeye anasema aliona moto unaanzia ndani eh, kuna chumba kimoja ndio moto ulipoanzia ndani, na baadaye akasikia kuna mlipuko ndani, na sisi tulichoangalia, tuliangalia mita mara nyingi kama hitilafu inaanzia kwenye mfumo wa TANESCO, mara nyingi moto unaanzia kwenye, kwenye mita na kuelekea sehemu nyingine, lakini ulipofika pale mita ilikuwa haijaathirika. Nikiripoti kutoka hapa kwenye tukio hili lililotokea katikati ya mji wa Handeni, wilani ya Handeni, mkoa wa Tanga. Kasim Sonyo ITV.